Huu hapa ndio ukweli kuhusiana na bima ya afya hasa pale unapohitaji kumwongeza mtegemezi kwenye bima yako ya afya, bima ya NHIF ni rahisi kiasi gani? Ni rahisi sana kumwongeza mtegemezi kwenye bima yako ya afya ama kumwondoa kwenye bima ya afya, ili mradi utakuwa na mahitaji muhimu ambayo yanahitajika ili upate huduma ya kumwongeza au kumtoa mtegemezi kwenye bima yako ya afya. Hapa nitakuelekeza hatua kwa hatua, ni kwa namna gani unaweza ukafanya ili uweze kumwongeza mtegemezi kwenye bima yako ya afya. Wategemezi wapo wa aina mbalimbali, anaweza kawa ni mtoto wa damu ambaye umemzaa wewe mwenyewe, anaweza kawa ni adopted child, yani ni mtoto ambaye unamlea, umeamua kumwasili awe, awe ni mtegemezi kwako au kutegemee wewe. Kwa hiyo kuna utaratibu pia wa yeye kumu adi kwenye bima yako ya afya. Anaweza kawa ni mtoto wa ndugu yako, au anaweza kawa ni anaweza kawa ni mdogo wako au dada yako au kaka yako. Kuna utaratibu wake pia wa kumuongeza kwenye bima ya afya, lakini pia panaweza pakawa ni wazazi, wazazi kutoka upande wa pili, wa pili wa aidha mama mkwe au baba mkwe, lakini pia kuna wazazi wako wa kukuzaa. Katika video hii nitakuelekeza hatua kwa hatua, lakini pia nitakuelekeza mahitaji muhimu ambayo unatakiwa kuyaandaa ili uweze kuwaongeza wategemezi ama kuwaondoa wategemezi kwenye bima yako ya afya. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukiandaa au kuwa nacho kabla haujaingia kwenye mfumo wa NHIF self service na kuweza kujihudumia wewe mwenyewe kwenye mfumo huo wa afya, lazima uwe na membership namba. Membership namba ni namba ambayo inapatikana kwenye kadi yako ya kwenye kadi yako ya bima Aidha, unaweza ukawasiliana pia na mwajili wako au ofisi za NHIF zile zilizoko karibu yako ili uweze kupata membership namba yako. Kitu cha pili ambacho unatakiwa kukiandaa ni taarifa za mtu ambaye unahitaji kumwongeza kwenye bima yako. Kwa taarifa ambazo unatakiwa kuziongeza kwa watoto wadogo ambao wao wanakuwa hawajafikisha miaka kumi na nane, inatakiwa awe na cheti cha kuzaliwa. Kwa hiyo unatafuta cheti cha kuzaliwa ili aweze kwenda kukifanyia verification kwenye mfumo wa Rita, ukishafanya kushafanya verification, basi tutakuwa tayari kumwongeza kwenye bima. Na kitu kingine ambacho natakiwa kukiandaa kwa watoto ambao si watoto wako ulio wazaa ama ni ndugu zako au ni watoto wa kuasili, unatakiwa utafute adoption certificate, yaani cheti kinachoonyesha uhusiano wako wewe pamoja na yule mtoto. Lakini kwa watu wazima kama vile wazazi unatakiwa kuandaa namba zao za NIDA pamoja na cheti chako wewe cha kuzaliwa. Kwa wale wanaoongeza wenzi wa ndoa mke au mume wao wanahitajika kuwa na certificate of marriage, yani cheti cha ndoa. Tena sio cheti cha ndoa tu, inatakiwa cheti cha ndoa kiwe verified. Kwenye video nyingine niliyopita, nishafundisha jinsi ya kufanya verification na kupata verification kodi za cheti cha ndoa hali kadhalika kwa watoto wadogo. Kwenye video zilizopita nilifundisha jinsi ya kupata verification code na kuverify vyeti vya watoto vya kuzaliwa. Baada ya kuwa umemaliza kuandaa dokumenti hizi muhimu za kuwaongeza e, e, wategemezi kwenye bima ch yako ya afya, hatua inayofuata ni hatua ya kujisajili kwenye mfumo wa NHIF. Mfumo wa kujisajili wa NHIF kwa ajili ya huduma binafsi unatambulika kama NHIF Self Service ambayo inapatikana kwenye Google. Baada ya kuingia kwenye Google uta type NHIF self service baadaye, utaona e, website inafunguka pale, utajisajili kama member account. Baadaye utaangalia sehemu ya employee, kwa utajisajili kama mwajiriwa. Baada ya pale utaweka e, membership number ambayo tayari umeshaiandaa. Utaweka namba ya simu, utaweka taarifa zote utakazoulizwa, sehemu ya makazi, ofisi utakayokuhudumia, kila kitu. Baada ya hapo utapokea OTP kwenye simu yako uta activate account utaweka password. Baada ya kuweka password utaingiza e, namba yako ya NIDA kwa ajili ya kufanya verification ya taarifa zako. Maswali unaoulizwa kwenye NIDA si mageni sana kwa wale ambao wanafanya maswali ma, kufanya ma, huduma nyingi ambazo zinahitaji e, kuverify NIDA. Unaulizwa sehemu liko andikisha kitambulisho cha NIDA, majina ya wazazi wako, labda shule na mwaka uliomaliza labda darasa la saba na maeneo mengine amba, na maswali mengine ambayo yanakuwa yanaambatana na taarifa zako za nida. Baada ya hapo utaingia moja kwa moja kwenye mfumo wa NHIF, utaona taarifa zote zinazohusiana na utumishi wako pamoja na michango yako ya wanachama. Katika video hii kama utakuwa umependa, umefurahishwa na somo hili nililolitoa, lakini pia pengine ukawa bado una swali. Swali lako nilione sehemu ya comment, lakini pia kama umependa usisahau kulike. Like video hii share ili tuwafikie watu wengi, tuweze kuwasaidia na kutatua changamoto zao kwenye masuala mazima ya bima za afya. Kwenye video inayofuata nitakuja na kitu kingine kizuri sana. Kuwa karibu na chaneli hii kwa kusubscribe, ku like, ku comment na kushare. Asante.